Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwenye habari za biashara tutakuwa na Eunice Masinde. Karibu hadi tamati, kifuatacho ndani ya TVE. Habari: Makamu wa Rais Dkt. Philip Mpango akutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres nchini Ufaransa. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo yakikabidhi trekta mbili Chuo Kikuu Kishiriki cha Mtakatifu Mihayo Amukta mkoani Tabora, na katika habari za kimataifa, Sudan Kusini kuanza zoezi la kuwapokonya silaha raia. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea kiasi cha shilingi trilioni 1.028 kama gawio na michango kutoka mashirika ya umma yaliyo chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Recho Chacha. Makusanyo hayo ya kihistoria tangu kuanzishwa kwa ofisi ya msajili wa hazina mwaka 1959 ni ongezeko la asilimia 68 ya kiasi kilichokabidhiwa mwaka jana kipindi kama hiki na asilimia 34 makusanyo yote ya mwaka 2023 2024, ambayo yalikuwa ni shilingi bilioni 767. Rais Dr Samia ameonyesha kuridhishwa na mwenendo huo ambao ni matokeo ya utekelezaji wa maelekezo yake kwa taasisi kuongeza tija na ufanisi katika utendaji ambapo ameeleza kuwa anajivunia uwekezaji wa shilingi trilioni 86.3 uliofanywa na serikali kwenye taasisi za umma na kampuni zinazomilikiwa kwa sehemu na serikali. Pamoja na mafanikio hayo, Rais amesema kiwango hicho bado hakijafikia matarajio ya serikali juu ya mchango wa mashirika na taasisi za umma katika mfuko mkuu wa serikali wa mapato yasiyo ya kikodi. Kutoka kwa taasisi za umma, tumeanza vizuri na nawapongeza wote ambayo mmeweza kuchangia, na hiyo ndio sababu mwaka jana, katika hafla kama hii, niliridhia ombi la msajili wa hazina la kuwa na siku maalum ya kutoa gawio kila mwaka, ambayo nimeita siku ya gawio, na kukubali kwamba mimi mwenyewe ndio nitapokea gawio kutoka kwenye mashirika pamoja na kuhamasisha mashirika kufanya vizuri zaidi. Siku hii pia inatoa fursa kwa wananchi kuona namna mashirika yetu mbalimbali yanavyowajibika kwao, kwa sababu mkileta serikalini mnarudisha kwa wananchi, kwa wanaona jinsi mnavyowajibika. Hivyo niwapongeze kwa kubuni wazo hili na niwasisitize kuendeleza utamaduni huu. Ndugu viongozi, wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Kauli mbiu ya siku hii ya gawio ni mageuzi ya mashirika ya umma na wajibu wake kuchangia maendeleo ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaweka bayana maono mapana ya serikali na matarajio ya Tanzania kuhusu nafasi ya mashirika na taasisi za umma katika kuharakisha Maendeleo nchini. Sanjari na hayo, Rais Samia amemwagiza Waziri wa mipango na uwekezaji Mheshimiwa Kitila Mkumbo kuendelea kusimamia ukamilishaji wa sheria ya uwekezaji wa umma na kumtaka msajili wa hazina pamoja na viongozi wote wa taasisi za umma kuendelea kubuni na kusanifu mifumo ya tehama. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema kiasi cha shilingi trilioni moja nukta zero mbili nane kimekusanywa kutoka katika jumla ya taasisi na mashirika 213 huku akibainisha kuwa wataendelea kuimarisha usimamizi ili kuhakikisha mashirika ya umma yanaendelea kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo mbele yako leo Mheshimiwa Rais, ninao furaha ya kukukabidhi uh, gawio ambalo ni nono kuliko la mwaka jana, na kwamba mpaka kufikia jana tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2025 ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni moja na bilioni 28. Mheshimiwa Rais kiwango hiki ni ongezeko la asilimia 68 kama tutalinganisha ulichokuna kipokea siku ya mwaka jana na unachokipokea leo na mwisho wa mwezi bado hatujafika kwa maana ya kwamba hatuja ufunga mwaka basi hata tungesema kwamba leo tunaishia hapa na hizi siku za mbele hatutapokea chochote bado tutakuwa tumefanya kazi nzuri zaidi kwa asilimia 34 ukilinganisha na mahesabu tuliyokusanya mwaka mzima mwaka jana ambayo yalikuwa ni bilioni 767. Mheshimiwa Rais, gawio hili eh, la michango linajumuisha mashirika yote ya umma yaliyomo chini ya usimamizi wa msajili wa hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache ambazo pia zote zinasimamiwa na ofisi hii. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema serikali ipo mbioni kujenga shule mbili za ufundi katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro ili kuboresha mazingira ya elimu nchini pamoja na vijana kupata ujuzi wa vitendo unaohitajika katika soko la ajira. Mwanahabari wetu Finalimu kutoka mkoa wa Kilimanjaro anaarifu zaidi. Ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi wa tarafa ya Ugweno, kata Kisangeni wilayani humo mara baada ya kukagua shule mpya ya sekondari Kiwaleni iliyojengwa kupitia mradi wa kuboresha elimu ya sekondari ambapo amesema serikali imetoa kipaumbele katika elimu. Sisi wizarani tukasema lazima tuje hapa kumshukuru Mheshimiwa Tadaye kuliona eneo na kuweka msukumo kile chuo kikamilike haraka kwa sababu kupitia kwa Tadayo pamoja na waheshimiwa madiwani madiwani wote, nimeona na Muhidini, mliwezesha sisi kutekeleza maagizo ya rais wetu ambaye alitenga fedha. Bila kupata ardhi tusingeweza kumaliza kazi yetu mapema. Kwa mara ya kwanza nilikuja hapa kama waziri wa elimu, kuja kusema kwa kina dada avache kwa kina kaka wavome Mwanga, asanteni sana, na kazi inaendelea ya VETA. Na siku hiyo ndio mheshimiwa Tadayo aliniambia Mwanga kuna mwanga la kule juu na huku chini, tumejenga huku, tumetoa ardhi lakini tutahitaji huku Ugweno na Usangi lifanyike jambo kwenye mambo hayo ya ufundi u... Mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo amesema ndani ya miaka mitatu wilaya hiyo imepokea shilingi bilioni 8.56 kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu wa madarasa, ujenzi wa mabweni pamoja na ujenzi wa shule mpya mbili ndani ya kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita Kuanzia 2021 Dr. Samia Dkt. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tumepokea jumla ya shilingi bilioni 8.56 kwa ajili ya ukarabati karabati tu, kuongeza darasa hapa, kuvuta hiki kidogo kidogo, bilioni 8.56. Zamani hii ilikuwa ni bajeti ya wilaya nzima, lakini tumepokea kwa ajili ya kurekebisha miundombinu ya elimu tu. Sasa ukiacha hapo tumepojenga jumla ya madarasa vyumba vya madarasa 139 na, na viwango vya madarasa yetu, Mheshimiwa Waziri, ni kama yale uliona pale Kilaweni, ni viwango vya madarasa ya chuo kikuu. Jumla ya bilioni 285 zimepokelewa, tumejenga madarasa mapya 139, tumejenga matundu ya vyoo 344 kwa jumla ya shilingi milioni 488.2, matundu wao 348. Baadhi ya wananchi wa wilaya ya Mwanga wakaishukuru serikali kwa kutoa mchango mkubwa wa kielimu katika wilaya hiyo. Kulikuwa na shule nyingi sana za sekondari area, na zote zilikuwa ni juhudi za wananchi eh, maendeleo ya jamii watu kujitolea, na hata sasa hivi eh, ufaulu mkubwa wa mkoani hapa eh, wanafunzi wengi ambao wamefaulu vizuri wanatoka katika wilaya hii ya Mwanga, nyanja ya elimu na fursa za elimu, na ndio maana tisa, ukiangalia asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa ya wanafunzi wote ya wazazi wote wa Mwanga wanamwamko elimu. Asante sana Fina kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, Mwanaidi Hamis, amesisitiza umuhimu wa kupeleka elimu ya afya ya uzazi na mazingira vijijini kutokana na uhitaji mkubwa wa elimu hiyo katika maeneo hayo. Taarifa zaidi tuungane na Erecho Chacha. Amesema hayo wakati akizungumza katika mbio za hisani za Run For Binti msimu wa nne, akieleza kwamba kampeni hiyo inapaswa kuwafikia wanafunzi wa maeneo ya pembezoni kwa kuwapatia elimu ya hedhi salama, taulo za kike na taa za sola ili kuwawezesha Kusoma katika mazingira bora. Napenda kuwashukuru tena kwa chena, kushirikiana na serikali katika matukio kama haya ya kuchangia upatikanaji wa huduma muhimu za watoto wetu hapa nchini. Niwapongeze tena, hongereni sana kwa kujumuika naamini tukitoka hapa tutakuwa tunaendelea na majukumu yetu tukiwa tuna nguvu kabisa kutokana na mbio hizi au mazoezi haya tuliyoyafanya. Mheshimiwa Rais kila siku anasisitiza mazoezi ni muhimu sana katika jamii, na kila mtu anatakiwa asubuhi akiamka atumie angalau nguvu zake kuchangamsha mwili wake, ikisha baadaye aendelee na shughuli zake nyingine za kijamii. Kwa upande wake, Lulu Wanakilala, mkurugenzi mtendaji kutoka shirika la Legal Service Facility LSF, ambalo ni waandaaji wa kampeni hiyo, amesema kuwa kupitia Run for Binti wamejikita katika maeneo matano ya msingi yanayolenga kuinua maisha ya wasichana na jamii kwa ujumla. Ameyataja maeneo hayo kuwa ni pamoja na kutoa elimu ya afya ya uzazi na hedhi salama, matumizi ya nishati safi, elimu ya hedhi kwa wasichana, ugawaji wa taulo za kike mashuleni, pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya vyoo na upandaji wa miti elfu tano. Tumejitokeza leo hapa si kwa ajili ya mbio tu, bali kwa ajili ya kugusa maisha ya mtoto wa kike harakati ya kuhakikisha kuwa mtoto wa kike anapewa fursa ya kuishi, fursa sawa ya kuishi, kujifunza na kukua katika mazingira bora, bila vikwazo vinavyotokana na hedhi haa, au mazingira duni ya shule. Ndugu mgeni rasmi, kupitia Land for Binti 2025 tumejikita kwenye maeneo muhimu matano. Eneo la kwanza ni kutoa elimu ya afya ya uzazi wa hedhi salama kwa watoto wote wa kike, ili kuondoa unyanyapaa na aibu zinazowazuia kushiriki kikamilifu ikiwa imeingia msimu wa nne, kampeni ya Run for Bent Marathon imeambatana na kauli mbiu ya kuvunja ukimya, ikilenga kuhamasisha jamii kuzungumza kwa uwazi kuhusu afya ya uzazi, usafi wa mazingira na usawa wa kijinsia. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata ameitaka serikali kuendelea kuwa na ukweli na uwazi kwa fedha inazozitoa kwa wananchi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na fedha hizo kutumika kama ilivyokusudiwa. Amini Nyaungo ana undani wa habari hii. Kamati ya siasa ya mkoa wa Singida ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata imeanza ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo ambapo hapa katika halmashauri ya Singida vijijini ambapo kamati hiyo imefika kukagua ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri hiyo na taarifa ya ujenzi wa jengo hilo ikiwasilishwa na kamati. Ujenzi wa jengo la mbele umekamilika kwa asilimia mia moja na jengo linatumika tangu Julai 2023. Ujenzi wa jengo la nyuma ya rear wing umefikia asilimia 97 ambapo kazi iliyobaki ni kufunga vifaa vya mfumo wa tehama. Akizungumza mara baada ya kupokea taarifa hiyo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida Martha Mlata alipongeza serikali kwa uwazi katika fedha ambazo inazitoa kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Kwanza tunamshukuru sana mheshimiwa rais, kila senti anayoipeleka mama anasema, nimepeleka milioni kadhaa kujenga daraja, wananchi wote wanakuwa wanajua alafu, baadaye anawaambia daraja hili limeshakamilika kwa kiasi hiki. Kwa kweli ni, ni ni hatua kubwa sana ambayo tunamshukuru mama kwamba fedha zote zinaletwa, kila mtu anajua kwamba hela imeletwa hapa, kama ni bilioni, kama ni bilioni na imeletwa kwa ajili ya nini. Lakini jambo lingine ni matumizi yake. Kwa kweli, pamoja na yote, fedha nyingi zimeendelea kuja, lakini matumizi yake yamekuwa yakienda vizuri sana naye mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akatoa wito kwa watendaji kumtumia katibu tawala mkoa wa Singida inapojitokeza changamoto. Wanatoka hapa wanaweza kwenda mpaka Dodoma rasi yuko vale, pale pale amekaa, wakati wa kuja kukwamua hili yuko pale mkoani, ndio mwenye, zote, anazo, zote. mwenye imo, salatini, hela zote hizi anazozisimamia zote. Huu ni mwezi wa sita naongea hivyo, tusije tena tukafika tarehe thelathini hela zikaanza kuvuka. Nao wajumbe wa kamati mkoa wa Singida wakatoa yao maoni. Na tunajua sisi chama tukiambua kuna jengo limejengwa tufike tulione, hili hapa tumetoa ushauri. Kwa hiyo niwapongeze sana sana kwa mkoa, tupongeze sana. Tunajua mambo ni mengi, lakini yote atakwenda kwa pamoja, kwa maana kuna changamoto Tumana... mingine nyingi ambazo mnaweza mkaziepuka na mkasaidia wananchi, kwa maana mkamilisha ujenzi kwa wakati hmm. ili mwisho wa siku hela zotengwa hizi zitumie muda mrefu sana. Asante sana. Amini, kwa taarifa hiyo. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, Hamis Amzamis amewataka wananchi wanaofanya shughuli kwenye fukwe kutoharibu mazingira na badala yake wafuate sheria, ikiwemo kutotupa taka ovyo. Taarifa zaidi tuungane naye Recho Chacha. Ametoa wito huo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Asia Mwadini Mohamed aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kusimamia utunzaji wa mazingira ya fukwe, ambapo amesema kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua za kusimamia sheria ambayo inawataka chi kuacha kufanya shughuli za binadamu ndani ya mita sitini kando mwa vyanzo vya maji. Aidha, amesema serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na mamlaka ya hifadhi ya mlima Kilimanjaro KINAPA itaendelea kupambana na vitendo vya uharibifu wa mazingira katika mlima Kilimanjaro, vikiwemo uchomaji wa moto. Hayo ameeleza wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Charlie Raymond aliyetaka kufahamu serikali ina mpango gani wa kuhakikisha theluji ya mlima Kilimanjaro ambayo ni kivutio cha utalii haiyeyuki. Ili kudhibiti uharibifu huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuandaa sera, sheria, kanuni, mikakati na miongozo mbalimbali mbali, inayobainisha hatua zinazochukuliwa kukabiliana na changamoto hizo. Hii inajumuisha na sera ya taifa ya uhifadhi wa mazingira ya 2020-2021, sheria ya usimamizi wa mazingira sura 191 ikisomwa pamoja na marekebisho ya sheria ya usimamizi wa mazingira namba 5 ya 2025, na mpango kabambe wa taifa wa hifadhi ya usimamizi wa mazingira 2232. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais itaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu uhifadhi wa mazingira na changamoto za mabadiliko ya tabianchi kupitia njia mbalimbali ikiwemo pamoja na vyombo vya habari, ziara za viongozi na mafunzo shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Awali akijibu swali la mbunge wa viti maalum Esta Maleko lililoulizwa kwa niaba yake na Shali kuhusu serikali ina mpango gani wa kudhibiti uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu, Hamisi amesema uharibifu wa mazingira unaotokana na shughuli za binadamu unatokea katika sekta nyingi nchini, hivyo ili kudhibiti uharibifu huo, serikali imechukua hatua ikiwemo kuandaa sera, sheria, kanuni, mikakati na miongozo. Mongonyoko wa mahali ya uyeyukaji wa theluji ama barafu katika mlima Kilimanjaro sisi ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana Kinapa tumechukua hatua madhubuti. Kwanza, hivi karibuni Mheshimiwa Mwenyekiti, ulishiriki mkutano mkubwa wa kimataifa ulifanyika pale Tajikistan, ulikuwa unazungumzia masuala ya glaciers conservation, namna ambavyo tutahifadhi barafu na theluji kwa zile nchi ambazo zina milima yenye barafu duniani. Pamoja na mambo mengine, tulikubaliana kwa kauli moja hatua ya kwanza tuende tukadhibiti matumizi ama shughuli za kibinadamu zinazofanyika katika milima hii, lakini tulikubaliana tuende tukatafute fedha, kwa sababu tunaamini haya yote yatafanyika baada ya kupata fedha, ndio tunakwenda kuhifadhi milima yetu. Asante sana, Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Watanzania wamesisitizwa kutumia nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari za uharibifu wa mazingira unaotokana na ukataji wa miti ovyo na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwavita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Mitizo huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania Lazaro Twange wakati akimkabidhi jiko la umeme mkuu wa wilaya ya Shinyanga Wakili Julius Mtatiro kwa lengo la kuunga mkono kampeni ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ambayo inapunguza gharama na kutunza mazingira. Nishati safi ya kupikia kwa vifaa vinavyotumia umeme, vifaa hivi vinatumia umeme kidogo ukilinganisha na nishati nyingine, na nimekuletea jiko la mfano kwa matumizi yako, ili ukilitumia utusaidie kutoa uelewa kwa wananchi, kwa kueleza kile ambacho wewe mwenyewe umekitumia wavutia kutumia nishati safi ambayo ni ajenda pia ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi Wizara ya Nishati tumezindua mkakati wa mawasiliano wiki iliyopita. Tunaendelea na kazi na tuna maelezo mahususi kutoka kwa naibu waziri mkuu ambaye ni waziri wetu na tunaendelea kufanya kazi. Hiyo ndio maana pamoja na shughuli zangu za miradi na kuhudumia wateja kuwasogezea umeme, nimeona pia nitumie nafasi yangu kwa ajili ya kupeperusha ajenda hii ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, pokea jiko hilo ambalo linatumia umeme mdogo kutoka kwa mkurugenzi wa Tanesco. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga, wakili Julius Mtatilo ameahidi kuwa barozi mzuri na ataendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia ili kuweza kutunza mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sekta ya umeme katika wilaya ya, ya Shinyanga tunakwenda vizuri Amen na ni kuhakikishia kwamba timu ya Tanesco ambayo iko hapa inafanya kazi vizuri. Maeneo ambayo yalikuwa yana changamoto, ninavyozungumza na wewe tayari tumekwisha weka mpango kazi mimi pamoja na wenzangu wa TANESCO tunaendelea kuyafikia hayo maeneo. Yako maeneo ya kufanyia kazi ambayo, tunakushukuru umefika hapa Shinyanga, umetuhakikishia kwamba utatuongezea nguvu ili kuhakikisha zile changamoto na yale maeneo ambayo hayajafikiwa ipasavyo, kwa maana ya uunganishaji wa huduma yanafika. Tunachomshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba hivi sasa kila kijiji cha wilaya yetu ya Shinyanga kimeshafikiwa na umeme, kila mtaa umeshafikiwa na umeme, na miradi ya REA ya, ya kupeleka umeme kwenye vitongoji tayari imekwisha anza. Kuna baadhi ya vitongoji vimeanza kufikiwa na vingine kwa mikakati ambayo umetueleza hapa, tunawakieka kwamba vitaendelea kufikiwa. Ripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Asante sana Mwamvita, kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la pamba mkoani Katavi wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo, hali ambayo husababishia hasara na kuwakatisha tamaa ya kuendelea kulima pamba. Neema Huseni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Kwa mamlaka niliyopewa, natamka kwamba msimu wetu wa mazao na hasa msimu wa masoko ya mazao ya pamba, tumbaku na kadhalika kwa mwaka huu 2025/2026 nimeuzindua rasmi na sasa twende tukafanye biashara hiyo katika utaratibu uliowekwa. Mara baada ya uzinduzi huo, wakulima wa zao la pamba wakapaza sauti zao kuhusu kushuka kwa bei ya zao hilo ikilinganishwa na msimu uliopita. Iliyopita ilikuwa bei elfu moja mia tatu, sasa hivi ni elfu moja mia hamsini. Imekuwa ndogo, inatunyonga sana, tunateseka. Angalau angalau elfu moja mia tano na kuendelea sasa ukiangalia unatumia gharama kubwa, alafu bei inakuja kutoka, bei ni ndogo. Mimi kwa naomba serikali ingejitahidi angalau bei jitahidi angalau bei angala iwe kubwa, maana kwa saizi ukiangalia elfu moja mia moja hamsini afu kija kuangalia kwenye, kwenye kipato utakacho kipata ndani ya heka, unakuta gharama inakuwa kubwa. Mwanza ulikuwa na nani na, na changamoto ya kuiba yeye alikuwa anachakachua mm, lakini kwa sasa hivi serikali imefanya vizuri tumeridhika nayo hii mizani. Naye mwakilishi kutoka bodi ya Pamba Tanzania amesema wao kama bodi wanaendelea kusisitiza wakulima kulima kwa tija ili kufaidika na kilimo chao. tunaendelea kusisitiza kwamba ili mkulima aweze kufaidika na kilimo chake ni lazima aweze kuzalisha kwa tija kwa maana kwamba hawezi kupata mavuno mengi katika eneo dogo. Ndiyo maana sisi tunasisitiza matumizi ya mbolea, lakini pia matunzo safi ya zao la pamba ili kuweza kuzalisha mazao mavuno mengi kwenye ekari moja. Kwa upande wake, Mkuu wa Mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameitaka kampuni ya ununuzi wa pamba kutochelewesha malipo ya wakulima na kutoa maagizo kwa wakuu wa wilaya zote za Mkoa wa Katavi kuhakikisha wanawachukulia hatua wale wote watakaodhulumu haki ya wakulima. Isipatikane utaratibu wa aina yoyote wa kuchelewesha malipo ya wakulima wa pamba. Pamba inapopimwa na ikathibitika uzito wake na mkulima akathibitisha na kushuhudia na pamba hiyo ikapelekwa sokoni, kwa maana ya kwenye amkosi pale, tayari mkulima anatakiwa alipwe malipo yake kulingana na kilo alizoziuza bila ubabaishaji na ucheleweshaji wa aina yoyote. Ni wataki kampuni ya NGS kuhakikisha hilo linafanyika kikamilifu. Wakuu wa wilaya, kasimamieni hili, halipendezi na wala halikubaliki, na mtakaye mbaini anafanya hujuma hizi za kudhulumu wakulima kupitia utaratibu tofauti na ule uliowekwa kisheria, chukueni hatua za haraka bila kusitasita. Mkoa wa Katavi unakadiriwa kuzalisha kilo zaidi ya milioni 12 za pamba ikilinganishwa na msimu uliopita wa 2023/2024 ambao uzalishaji wake ulikuwa ni kilo milioni tatu nukta tatu. Asante sana Neema, kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wanaosoma shule ya sekondari ya wasichana Kokoa iliyopo halmashauri ya wilaya ya Kela mkoa ni Mbeya wameiomba serikali kuwajengea mabweni ili kuongeza ufaulu katika masomo yao. Daniel Simarta kutoka Mbeya anafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na wanafunzi wanaosoma shule ya sekondari ya wasichana Kokoa iliyopo Kela wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa Mbeya Daktari Juma Zuberi Omela kukagua miradi mbalimbali ikiambatana uzinduzi wa miradi hiyo. Ng'amoto tu tulio tupata, kwenda ipande popo, mvua ikinyesha, tunashinda kwenda shule, tunashinda kupata elimu, kwa sababu tuliko twakosa tu vipindi vingi sana shuleni. Nakuta mvua na nyesha wiki mwezi mzima, tunashinda kwenda shule sababu ya maji yanajaa darajani na umbali mrefu kutoka nyumbani mpaka shuleni, tunapata shida ya kwenda shuleni, tunarudi shule kwa sababu ya maji tu ya pale darajani. Kwa sasa tu uhamisho hapa, tunaweza kuja shule kila siku, tunasoma tunaelewa, na anachotufundisha alimu. Tu tutapata tu, kusoma na sisi tu viongozi kama nyie, ili tuongoze kizazi kijacho. Tunamshukuru sana kwa kutujengea hii shule maana kule ambako tulikuwa tunatoka tulikuwa tunasumbuliwa sana na maji. Tunaomba mkuu wa mkoa, tunaomba sana, tunaomba mtujengee mabweni. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi wa watoto hao wameshukuru serikali kwa ujenzi wa shule hiyo, kwani imesaidia kupunguza watoto hao kutembea umbali mrefu. Tunashukuru kwa sababu watoto walikuwa wanatoka mbali, um, kilomita kama 20 kwenda ipande sisi wenyewe tumefurahi, tunawashukuru viongozi kwa kutuona uwepo wetu na, na jinsi tulivyokuwa, watoto walikuwa wanazama na maji, mara wadui shuleni wasiende kufanya wasiende kusoma, na hii shule ni faida kwetu sisi ambao wanankokwa, sio kwa, kwa kijiji tu, ni kwa wanankokwa pia na kwa kata mbalimbali ambazo zitatoa faida hapa kuja hapa wanafunzi kusoma. Mkuu wa wilaya Kera Josephine Manase amezungumzia namna ya uwepo wa kuchangia fedha kutokana na zao la kakao. Huku diwani wa kata hiyo akawa na haya kusema. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukushukuru wewe kwa kuintroduce ile shilingi ishirini ya elimu, afya na maendeleo ya kilimo ambao kupitia shilingi kumi na tisa ile au shilingi ishirini tumeweza kujenga shule ya wasichana ya kokoa katika kata ile ya Mkokwa. Kata ya Mkokwa e, tumepata mradi huu huu mradi ni mradi mzuri na tumenufaika sisi kwa kwanza kwenye mradi huu. Lakini changamoto ni miundo mbinu. Mkuu wa Mkoa Mbeya, Daktari Juma Zuberi Omela, amewataka Tarula pamoja na Tanlod kuhakikisha nakamilisha barabara ili ziweze kupitika kwa bora zaidi. Leo tunaweka jiwe la msingi Kakao Girls Secondary School. Na mimi naelekeza mambo yafuatayo. Tutajenga mabweni hapa. Wanafunzi watakaa hapa hapa. Naelekeza watu wa TARURA rekebisha barabara pale, hatukubaliane na barabara imechafuka vile pale. Na ile ni barabara ya wapi, si ndivyo? TANROADS yule kale nani, wapo? Yuko njiani. Sasa mwambie pale, natakiwa arekebishe haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba Panapitika vizuri. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.